Shahada nafati, tunaomba wakilishi wa madesa. Unafahamu kwamba marehemu marehemu alikuwa alikuwa kufanya kazi na madesa mbalimbali Tanzania. Tunaomba wakilishi eka shahada, neita Samson moja kati vijana mbali na kazi ya kudenswa muda mrefu, kupitia wasanii mbalimbali, yeye amewakilisha madensa, lakini pia wasanii mbalimbali ambao wako hapa shahada ya tunaomba wakilishi kutoka wakilishi kutoka, tunaomba msogee kwa ajili

Asante. Kwa niaba ya familia tunaomba ah, aliendelewa kwa ajili ya shukrani, aliendelewa kwa ajili ya shukrani, kwa maana msemaji wa familia akaru. Tumsifu Yesu Kristo, amina. Sisi kama familia, ka ndugu majirani waliotukimgilia tangu ilipotokea tukio la msiba pale nyumbani, ambao tuko nao mpaka leo mali hapa. Lakini natoa shukurani pia za dhati kwa wasanii wenzake wa vikundi mbalimbali, wametushika mkono kwa kiasi kikubwa. Hatuna cha kuwalipa, hatuna cha kuwapa zaidi ya kusema neno asanteni, asanteni, asanteni sana. Mungu awabariki basi. Tunashukuru na wengine wote, kwa namna moja au nyingine, tumeweza kushirikiana na nasi katika tukio hili. Nasema asanteni sana. Familia tunaamugu <coughs> wote, tunaomba kuchukua udongo. Familia hapo mzee, wote, mama na ndugu <coughs> <coughs> na <coughs> marafiki kama mamsema katika pale tuwagawie bubungu kwa ajili ya zoezi linalofuata, na kama tuko tayari katika stendaza, tukaendelea. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.

mafundi uweze e kuweka vizuri na kufunika kaburi. Tukae mbali mpaka watakapo kuwa tayari, tutaendelea na ratiba inayofuata. Asante kiongozi waktekahuo katika stendi ya Rampima kwa mwongozi huo. Kinachofanyika sasa, kwa sisi wengine ambao tuko mbele, ni mafundi sasa wanaekeza kwa maana wanaekeza nyumba hii ambaye ndani yetu imepumzika ndugu wetu Nenatus Vitalis. Baada hapo itaendelea na ratiba nyingine, tuendelea kuomboleza kwa nyimbo za maombolezo mafunbi. Atakapomaliza itamkabidhi tena kiongozi wetu funika kwa hiyo yale mambo mengine tutaendelea mara baada ya kumaliza ibada e, hii tutaendelea na zoezi la mashada na mambo mengine. sasa, kuko, kuko. Na... Kusa, kwa hiyo sasa nirudishe tifaki hii kwako, kiongozi wetu, kwa ajili ya kuendeleza na amenisumbua. Chukua hii ya kwangu ili tuweze kuendelea, asante. Emu Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima ya kwamba ya kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu tuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo bwana wetu. Raha ya milele umpe e Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe e Bwana.